na mpenzi msikilizaji na mtazamaji wa Reality Mambo TV, cha kwanza ninakusalimu popote pale ulipo, nikijua na kutumaini katika hali yangu kabisa kwa sasa, wewe uko mzima wa afya katika wakati huu, na nakwambia kwamba ni tariki kumi uh, na tano mwezi wa Oktoba mwaka wa 2025 ambayo ninakuja kukuletea habari siku hii, na ujue ya kwamba yale ambayo yaliyojiri ni wakati sasa wa kujuza, kama vile taarifa ya habari upate kabisa kufaidia mengi. Na ujue tu tunapatikana katika mashariki mwa Kongo ambako tunapatikana Kivu ya Kusini, ndiko ambako kituo cha habari Reality Mambo TV kinapatikana, na hivyo tu ujue ya kwamba katika wakati huu ni habari na kwanza mtasari wake, tutakwenda kugusia huko Luvungi ambako kumeonekana mkutano wa wazalendo kujibu ule mkutano wa waasi wa, wa M23 huko Kamanyola, hata tukienda tarafani Mwenga kuona huko tuangiza ambapo kumeonekana kubomolewa kabisa kiwanda ambacho kilikuwa kina, kilikuwa kinachimba madini na wale waasi wa M23 hata huko pia Beni ambako maandamano yanazidi kuendelea na hata watu kuathirika. Baada ya mtasari wa habari kama jinsi nilivyokujuza hapo kwanza, na sasa hivi ni habari kamili ambayo ninaweza sasa nikakujuza kutokana na yale ambayo alijiri, na kwa sasa ni habari huko Luvungi katika tarafa la Uvira, Kivu ya kusini mashariki mwa DRC, kumeonekana mkutano mkubwa hapo jana, ya kwamba wazalendo wanajibu kwa kutokana na hiyo hali yale ambayo wa waasi wa M23 waliweza kufanya mkutano hapo kama Nyola na kuonyesha mara ngapi nchi ya Kongo iko katika hali ya vita na watu wakae kabisa katika hali ya vita. Sio hivyo tu, lakini na mengi katika taarifa ya habari e, walipenda kurepondre wa M23 wenye walifanya meeting kama Nyola kutaka kuonyesha wazalendo kwamba eti waanze kujitayarisha kukimbia, wakisikia risasi ya kwanza wote wakimbie, wawachinjia wapite e, nao wanawarepondre kuambia kwamba hii nchi sio Kagame. At least tukaacha udongo jwa watu wawili watatu ambao wamejiunga na Wenyerwanda e, mfuatilie mzuri watoto wanangara kabisa wazalendo wanangara wanangara wanangara, wakosi kitu. Asante sana, mwenye anakuja kumoto ni kumjibu kumoto. Wasiwazi vile vya zamani, vile vya zamani vadokeao kakamata kamata kabila pera kaingiaka kaingia kabisa. Hii ya leo ni tofauti kabisa. ua Wanyerwanda wanajidanganya na siasa ya kujidanganya wakijua kwamba wana, wana akili kumbe ni ujinga wa kumalizisha vijana wao. Unajua, mtu ambaye anapigana akiwa na haki na mtu mwenye hana haki hawawezi kupambana kikweli. Maana sisi tuna haki na tunapambania haki yetu, na unaona Wanyarwanda wanajidanganya sasa, wameuza wengine Wakongomani ambao sio Wakongomani asilimia, na ndio maana sasa unawaona wakina Stanislas Ruguduka wanasimama, wakijayayamayayama, wakizani wako ndani ya siasa, kumbe wako ndani ya ujinga. Unanielewa? Hiyo siasa siyo siasa ambayo Ruguduka anasema iko ndani ya ujinga na upumbafu. Ndio maana nimekuambia kwamba siyo masomo inayofanya mtu kuwa Mkongomani, lakini alivyozaliwa na urahia wake ndio inamfanya rahia wa ile nchi na lugha yake. Mtu akiwa na lugha akiwa na lugha akiwa na mwami yani huyo e, ndiye, mko, ndiye Mkongomani au ndiyo rahia wa nchi ile ndio maana nakwambia kama hiyo siasa ya Stanislas Ruguduka ni ujinga na haiko uerefu wala masomo, ni upumbafu. Maana msomi mwenyewe anajua atafanya siasa na kina nani, analinda nchi yake, ana create development kwa kusaidia raia wake, ili wajue na waelewe alivyo msomi kwenye nchi yake lakini hakuna mtu ambaye anayefanya ujinga kwa sababu ya kuua baba yake na mama yake akijiita ni, ni mfanya siasa. Nasema kama samadhari mwamiwembasi wasubutu M23, subutu tutawakimbiza kama vile wanakimbiza paka mpori wanakimbiza pongo mpori wao kama wana, wanaweza wanaweza waanze wa, wa, wa, wa, wa, wa, wataona wana, wana, Walianzisha vita Ruwinja, waulize Ruwinja ilikuwa nini? Sa, kwa hiyo asiandikishe mate na wakati kalamu iko, waandike na sisi tuko pale kurepondere, tuko tayari na tumejipanga vizuri kukamata Abukavu na kurudisha miji yetu kama wakongomani halisi, watoto wa baba moja na tunashika sheria moja Mawindo yetu ni kufukuza adui huyo mwenye Rwanda aliyenunua hao warukina Rugutuka na kuwapotezea heshima kama Wakongomani. Na imeonekana kwamba hao si Wakongomani, ni watu ambao wamegeukia, ndiyo maana wana akili ya ubovu na wana njaa ya mkichwa

Lipenda tuwape message sababu munaishi amujue, kitu gani chenye kinaendelea na kitu gani ambacho akiendelee Kongo. hoye hoy! Kwa hiyo nilitumwa na coordination ya wazalendo ya kwamba niwape hii mesage. Neno la kwanza ni kusema sisi, inchi yetu Republic Democratic du Congo iko usisa nikuye niwape mesaj ya kwanza niwambie, DRC iko mufita. Kama DRC iko mufita, tunapashwa kujikomporte kama vile watu wenye wiko mufita.

ambayo imenyang'ajwa kipande yacho. Neno la pili nilipenda niwaambie kama sisi tuko hapa, sisi wazalendo, hatuko hapa kwa sababu ya kulima mashamba, hatuko hapa kwa sababu ya kuchimba a, tuko hapa kwa sababu tulipata vita. Sababu naona mkononi na telefoni na mmoja wa ndugu ambao wako Kamanyola, wabambii walibana imcii wakasema kwamba wanataka kufika, na wanasema watafuta ieaidugeliwamle Hatukuja hapa kucheza, tulipata vita na kama watakuja aapoke, tulipata vita na kama wataleta vita, tutakabiliana nao. Baada ya hayo ni kugusia mara moja uko tuangiza tarafani Mwenga, Kivu ya kusini mashariki mwake mwa DRC. Uonekana katika wakati wa tariki 14 kuelekea tariki 15 Oktoba mwaka wa 2025, ndege bila rubani kuonekana kubomoa maeneo ambao kulikuwa kiwanda cha uchimbaji madini kilikuwa kinatumikishwa na wahasi wa M23, kubomoa maeneo hayo, kutokana na duru za mahali kusema ya kwamba iliweza kufikia hata kubomoa Agreko ambayo ilikuwa inatoa umeme kwa kutumikisha kiwanda hicho cha kuchimba dhahabu. Na mara moja tumalizie huko mjini Beni, tarafani Beni Kivu ya Kaskazini ambako maandamano yanaendelea kupamba moto, na kwa hivi kuweza kusababisha vifo vya watu wawili ambao waliweza kupigwa risasi na mmoja kujeruhiwa kwenda katika kituo cha afya, hata mwingine kuuawa kabisa, na hivyo wananchi wakaamua mara moja kumpeleka kwenye mahali pakuu pa mea, na hivyo hiyo hali inaonyesha

Baada ya kuyasikiliza hayo ujue kama umefika mwisho wa taarifa ya habari ambayo nilikuletea leho tariki 15 mwezi wa Oktoba mwaka 2025. Na hivyo ujue hayo ni yale ambayo yaliyojiri na sasa ni taarifa ya habari. Kama wewe ungaliwa mpya ujajiunga kwenye channel, unaweza tu kubonyeza hapo chini subscribe, hata kubonyeza alama ya kengele, ili uwe napata habari zetu katika muda mwafaka na kuwatumia hata wale wengine ambao hawajapata habari hizo, ili wapate kuzifaidia kama wanavyofaidia. Asante.